Yes, mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Niko na story ambayo inamhusu e, Mwijaku, mmoja kati ya watu ambao e, wapo wameweza kutia nia kuweza kugombea ubunge katika e, bana jimbo la Mvomero huko Morogoro. Ni mmoja kati ya watu ambao pia wameonekana wakiwa na ushawishi mkubwa kabisa katika swala so zima la kuweza kugombea. Sasa maoni ya watu yamekuaje kwa upande wake au watu wengi kutokea huko Mvomero Morogoro wana kipi cha kuweza kukijua au kutaka kujifunza au kuweza kukipata kutokea e, kwake Mwijaku. Lakini tukiachana na hilo, e, bana ameweza kupost e, kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa amepost picha yake ambayo alikuwa amepiga kitambo kidogo, alafu akawa amesindikiza kwa ujumbe ambao unasema akaweka e, hashtag 2025 2030. Kwa muda sasa nimegundua kuwa hakuna mstari kamili wa kuweza kumaliza mbio za kila mmoja wetu katika kutafuta mafanikio e, ya maisha. Njia zetu ni tofauti na muda wetu ni tofauti vilevile. Kitu pekee ambacho wote e, tunafanana ni kwamba tunaishi katika ulimwengu mmoja. Mfano, mtu mmoja anaweza akahitimu chuo kikuu akiwa na miaka ishirini na tatu na akatumikia miaka mitatu kupata kazi ya kuweza kuajiriwa. Na mwingine anaweza akahitimu chuo kikuu akiwa na miaka 26 na hapo hapo akapata kazi. Mmoja anaweza akaoa mwanamke bikira, na akasubiri akasubiri hata, hata muongo mzima asipate baraka ya kuwa na mtoto na mwingine anaweza akaoa mwanamke aliyekuwa aliyekuwa kahaba na ametoa mimba za kutosha huko nyuma na akapata mtoto punde tu baada ya kuolewa. Mmoja anaweza akawa amesoma sana, ana daktari bingwa akiwa na miaka 38 na akafa akiwa na miaka 56, na mwingine akawa daktari bingwa akiwa na miaka 55 akafariki akiwa na miaka hata tisini. Maisha ni misukosuko, kupanda na kushuka E, kupanda na kushuka, mishangao isiyokwisha ikiambatana na ukataji tamaa wa watu wengi sana. Maisha e, yanampa kila mmoja kila mmoja wetu fursa tofauti tofauti, na pale unapoipoteza fursa ni kuwa imeenda. Jumla ni juu yetu wenyewe kuweza kujiandaa, kukubali na kuweza kutumia fursa tunayoipata katika maisha. Hakuna ajuaye yote. Kuna sababu kubwa e, kwa nini wote hatuanguki kwa wakati mmoja ni kwamba pale mmoja anapoanguka e, na kukata tamaa, mwingine aliyoko mkomavu na yupo katika hali nzuri anahitajika sana kumnyanyua na kumpa matumaini ya maisha aliyekata tamaa. Maisha sio mashindano, na tujifunze kuthamini wengine. Najua e, kuna nyakati mtu atakuwa katika hali nzuri kabisa ya maisha, na vile vile e, kuna mwingine atakuwa katika nyakati mbaya kabisa za maisha ambayo hazipaswi hata kusimuliwa. Cha msingi ni kujua, e, cha msingi ni kujua kuwa nyakati hupita, challenge, majaribu tofauti tofauti nakuwa inapita, na hali mbaya zote hupita, ni jambo la muda tu. Ikifika kipindi utakuwa juu na utakuwa na ujasiri wa kunyanyua wengine. Huo ndio ujumbe ambao alikuwa amepost e, kwenye Instagram yake, lakini pia akamaliza kwa kusema kwamba usipoteze matumaini na kudharau kile kidogo ulicho nacho. It's me hon mwemba button Si, ni DC DC ambaye anajiita wa huko Instagram, lakini pia kwa sasa hivi ameweza kuchukua fomu ya kuweza kuwania e, ubunge katika e, mkoa wa Morogoro huko. So ameweza kusindikiza ujumbe wa, ameongea mambo tofauti tofauti, masuala mazima ya kukata tamaa, lakini pia unaweza ka kwa wewe ukakata tamaa, lakini kumbe kuna watu ambao wanategemea wewe uweze uweze kuwa ni msaada kwa namna moja ama nyingine, kwa namna tofauti tofauti kuwasaidia katika matatizo yao ambao wanakuwa yanapitia either katika majimbo kama hivyo, ambapo ameweza kuchukua fomu ya kuweza kugombea ubunge kwa sababu kuweza kujaribu kutetea na kuweza kutatua baadhi ya vitu ambavyo inakuwa vinapatikana au changamoto tofauti tofauti ambazo zinawakumba e, wananchi kutokea katika jimbo ambalo anakuwa akilitaka. Kwa maoni yako, unafikiri Mwijaku kweli ataweza kufiti katika nafasi hii ya ubunge ambayo ameamua yeye mwenyewe kuweza kuipambania na kuweza kuifikia mpaka sasa hivi, kuwa ni mwezi wa kumi ndipo atakapokuwa e, tamati ya hili jambo kwamba mbivu na mbichi zitakubalika au zitakataliwa kutokana na wananchi kuweza kupiga kura, lakini pia kuweza kutoa maoni yao juu ya kiongozi ambaye wanakuwa wanamhitaji. Drop comment yako hapo. Kwa taarifa nyingi zaidi, chao.